Mapema siku leo kuna video ambayo imeweza kuvuja na kusambaa sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. Video hii ambayo ileweza kupostiwa na mwanadada Maimartha ambaye kwa sasa Maimartha kama vile eh, anataka kushikilia kile kitengo ambacho tulikuwa tunamuona hapo zamani Mange Kimambi Alikuwa anakifanyia kazi lakini kwa sasa Mange Kimambi alitangaza kustopisha kuposti eh, mambo ya udaku na vitu kama hivyo kutokana na haya ambayo yanaendelea yanaendelea mitandaoni eh, mambo zaidi ya kimkakati ama ya ki ya kiharakati. Sasa mwanadada Maimartha ameweza kuvujisha hii hapa video ambayo imeweza kumuonesha msanii wa muziki wa kizazi kipya, Diamond Platinum, msanii A-list namba moja, huyu hapa hapa Bongo, ikimwonesha na mpenzi wake wa zamani, ama unaweza kusema chumba wake ambaye alikuwa ni Hamisa Mobeto, ambaye kwa sasa wana wamezaa naye mtoto mmoja, wakiwa kama wazazi wa mtoto ambaye anaitwa Nilan, kama sijakosea <laughs> Mbali na haya yote Maimasa ameweza kuposti lakini katika upande wa caption nimeona ameweza kuweka emoji tu, hajaelezea sana lakini, watu katika upande wa comment section naona walikuwa na jaji sana, wakasema kwamba kuna muda tuangalie pia utu wa mtu. Kashakuwa mke wa mtu, maexi wa kazi gani? au ya, kwa sababu ni msanii damai hii sio sawa, hata kama tupo kazini tuangalie na kazi za kufanya. Hivyo ndivyo alivyoweza ku comment huyo bwana eh. Ikumbuka kwa, ya, kwa sasa eh, mpenzi wa zamani huyu wa Diamond Platinumz Hamisa Mobeto ni mke wa mtu, ni mke wa mchezaji Azizi Ki ambaye kwa sasa na kichapa katika klabu ya Wydad Casablanca. Comment nyingine iko inasema kwa kwamba punguza punguzo unachotumia mtu mzima e, unajifedhesha. Lakini mwingine anaweza kusema kwamba ila Hamisa mrembo kuliko ma ex wote wa team on Platinums. Kama unamkubali na mimi like comment hii. Mwingine anaweza kusema kwamba wadudu wamekupanda kichwani, hatuwezi kukushangaa. Mwingine anaweza kusema kwamba unajiendekeza vibaya Mai. Lakini huyu mwingine akaweza kusema kwamba bado kupana ungo tu. Lakini huyu mwingine anaweza kusema kwamba kwani wewe kwa nini we, we, wasikuibukie? Lakini mwingine anaweza kusema kwamba Mai wewe ni shetani Yani ni ndugu, walai. Mwingine ikaweza kusema kwamba ila wewe dada kama mwanga, jamani. Mwingine ikaweza kusema kwamba uvivu wakulia, wajukuu umbea wa uzeeni. Mwingine ikaweza kusema kwamba leo ndo nimeamini mai na utindio na utindio wa ubongo. Mwingine kusema kwamba misa ni mke wa mtu, sasa heshimu hilo basi mwingine alikaweza kusema kwamba eh, ilikuwa haina haja ya kuposti hizi video. Ni yenu chafulia mwenzenu CV zake kwa mume wake, hii sio poa kabisa. Hapa Mai umezingua. Baadhi ya comment za dau zimekuwa kama vile zikimsema huyu Mai ambaye ndo ameposti hii video kufuatia peji yake mtandao wa Instagram, wakaweza kusema hicho alichokifanya sio kizuri kwa sababu eh, huyu kwa sasa ni mke wa mtu lakini unapostija video kama hizi kati tayari watu kwa kwenye ndoa k okay. tukachana hiyo nem, tuje tukudisha katika ile tukio la Diamond Platinumz, ambapo alikuwa huko London, ambapo kuna inasemekana za za chinchini ni kwamba kuna bosi ambaye ndo ameweza kusababisha paka uwanja wa Diamond Platnumz ukaweza kufurika na watu kujaa katika show ile ambayo aliweza kufanya huko London ambayo imeacha watu wengi mdomo wazi. Na mje tufuatilie habari kwa kina, tuweze kuona eh, ni kipi ambacho kilimfanya paka Diamond Platnumz akajaza uwanja huko jijini London ambao mara nyingi tumekuwa tukiona wasanii wakubwa kama Burna Boy, tumekuwa tukimwona Rema, Davido, Eh, Wizkid, wakijaza uwanja huu lakini kwa sasa Diamond Platnumz ameweza kufanya mambo makubwa katika jiji la London huko Uingereza. Sasa kuna hapa habari ambayo imeweza kuzua sintofahamu kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo ikisema kama ifuatavyo. Usiku wa kuamkia siku ya leo huko jijini London ambayo kwa sasa ndio zimeshapita kama siku mbili tatu. Huko Uingereza mwanamuziki Diamond Platnumz amefanya show yake iliyoacha watu midomo wazi. Sasa wanajiuliza ilikuwaje, Tiwa Savage, Mr Flavor, Patoranking wakitokea kwenye shoo hiyo? Mbona miaka ya nyuma Diamond Platnumz anafanya shoo kibao nje, lakini haijawahi kusindikizwa na wasanii wakubwa kama hawa? Kushoto anaitwa Paul Okoye, ni boyfriend wa mama yake, mke wa Juksi, yani mwigizaji Yabo Ojo, tangu mwaka 2022 walipoweka wazi uhusiano wa wao Usimwone Diamond Platnumz anamganda sana Juksi, jamaa anajua anatafuta kitu gani. Hatimaye amekipata na amepata full support kutoka kwa baba mkwe wake wa Juksi. Ikumbuke kwamba kabla ya show hii, Paul Okoye alipiga picha na kutoa taarifa kuwa anaelekea huko London kwenye show hii. Hapo mwamba alikuwa ameshapanga mipango yote na amempa somo Damo Platinums kwamba wasanii kama Rema, Banaboy, David o huwa wanafanya nini ili kujaza arena kubwa huko gaibuni. Po Koya si mtu wa kawaida kwenye tasnia ya burudani huko Afrika. Yeye ni mdau mkubwa wa sanaa Promoter na manager wa wasanii kupitia kampuni yake ya upfront na professional management inayosimamia eh, wakali kama Kiss Daniel, Mr. Flavor, Techno Yanya na wengine. Zaidi ya hapo amewahi kuwa meneja na nguli wa soka kutoka huko Nigeria, JJ Okocha ambaye alicheza klabu kubwa kama Hull City, eh, lakini pia Paris Saint-Germain PSG. Kama mantiki hiyo, kwa mantiki hiyo si jambo la kushangaza kuona Mr. Flavor akitokea kwenye show ya Diamond Platinumz kwa sababu Paul Okoye ana nguvu na maarifa na connection kubwa sana. Mbali hayo yote, Paul Okoye pia ni mkurugenzi mtendaji yani, CEO wa tamasha kubwa linalokutanisha wanamuziki wakubwa barani Afrika, One Africa Music Fest, ambapo jamaa ndiye anafanikisha Davido to Savage, Tekno, Burna Boy kupita dili la Pepsi kwa hiyo kwa wanaomsema Damo Platinumz kwamba anatembelea nyota ya Juksi, muda huu utasema kweli ni kwamba anajua anachokifanya na watu sahihi nyuma yake, na pia kwa upande wa Juksi akiwa makini, nafasi ya kufika kimataifa iko wazi kabisa. Sababu kubwa ni baba mkwe yake. So mtu wa mchezo. Hiyo ndio taarifa ambayo imeweza kuzua sintofahamu sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii na kufuatia hichi ambacho tumeweza kukiona kimetokea huko Ulaya ambapo Damo Platinumz ameweza kujaza uwanja mkubwa sana huko Uingereza ambapo tumekuwa tukiona siku za nyuma uwanja ule umekuwa ukijazwa na wasanii kama vile akina Davido, Burna Boy, Wizkid, Tems, Ayra Star, lakini kwa sasa Diamond Platnumz anaujaza uwanja huu, na mtazama hizi hapa clip wakati Diamond Platnumz yuko katika maandalizi ya kuijaza uwanja huu huko

Yaani, uzuri wa Pepsi unaweza kwa nywazako labda bia, champagne, spirit, lamb, gin, chochote, halafu kaina na Pepsi, yaani ni soda ambayo inakupa uhuru kuwa anafuzi